Mwanaume ukinyonywa hata mwanaume akinyonywa ya matiti yake kwa muda mrefu consistently anaweza kaanza kutengeneza maziwa. Anasema, mwanaume aliye na maziwa inatokana na nini na je tabia tiba yake ni nini? Ameuliza hapa kwamba mwanaume anayekuwa na maziwa anakuwa na maziwa sasa. Hatujaelewa maziwa yanatoka au hayatoki, lakini katika hali ya kawaida, kuna wanaume ambao wanaweza akaangukiwa kwenye condition ambapo ya maziwa yao yanakuwa yanavuja. Mwanaume anakuwa na maziwa makubwa na yale maziwa yanakuwa yanavuja, anatoa majimaji na anatoa maziwa sometimes. Hawa ni wanaume ambao wanakuwa na changamoto ya high levels za prolactin hormone. Prolactin ni hormone ambayo inatumika kutengeneza maziwa. Hormone ya prolactin inaweza ikawa hai kwa upande wa wanaume a, ambao wana matatizo ya hormone. Mara nyingi ukimfuatilia huyu mwanaume ambaye anaweza anaweza kawa na high levels za hormone ya prolactin, hata utengenezaji wa hormone nyingine za kiume unakuwa ni changamoto. Muonekano wake, zile secondary sexual characteristics kwa upande wa mwanaume zinaweza zikawa hazijatokea. Lakini kwa mtu ambaye ameipata hii changamoto katika umri mkubwa, anaweza akawa na zile, uh, zile secondary sexual characteristics zote. Naongelea ndevu kuwa na na kifua kimetanuka, kuwa na kuongezeka saizi ya uume, sauti na, na kuwa imebadilika, korodani zinakuwa zimevimba kwa uta, nywele sehemu za siri na makopani zinakuwepo, lakini anakuwa na maziwa yanayovuja. Lakini ikishatokea amefika hapa, mwanaume huwa anakuwa hawezi kutengeneza mbegu za kiume za kutosha. Kwa mara nyingi hao wanaume wanakuwa wana na low levels za testosterone. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikaprovoke mwanaume kuanza kuvuja maziwa. Mwanaume ukinyonywa, hata mwanaume akinyonywa ya matiti yake kwa muda mrefu consistently anaweza akaanza kutengeneza maziwa kwa sababu hormone, hormone ya prolactin inakuwa provoked by touch na sucking sensation kwa, kwa, kwa binadamu. Kwa hata mwanaume akinyonywa kwa muda mrefu maziwa yake, anaweza akaanza kutoa maziwa. Hii ni kutokana na kwamba hormone ya prolactin inakuwa provoked by breast sucking.